Wameruka, hakuna matata. Serengeti wamefika, hakuna matata. Na alofu anaipenda, hakuna matata, asema jambo kike mkoa wa Arusha tunamshukuru Mungu sana kwa nafasi ambayo tumeipata baada ya kumaliza maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani iliyofanyika kitaifa mkoani Arusha tarehe nane mwezi wa tatu a, tulipata fursa hii ya kutembelea mbuga ya Serengeti. Tumefika hapa Serengeti kuanzia jana tarehe tisa mwezi wa tatu na mpaka sasa tuko mbugani. Tunashukuru Mungu tumeweza kufurahi na kuona wanyama wengi wa kila aina, lakini leo alfajiri tumepata uh, utalii mwingine. Asubuhi tumefanya utalii wa baluni. Utalii huu ni utalii mpya, ni utalii ambao bado watu wengi wanaogopa, wanasema labda kutakuwa na shida. Utalii huo ni mzuri sana, uh, ni utalii ambao ukipanda baluni unapanda juu na utaona wanyama kwa wakati mmoja pande zote wanyama wengi naona kwa chini na hakuna shaka yoyote. Tuwaombe wananchi waweze kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais za kukuza utalii, wafike na wajionee nchi yetu ilivyo nzuri, waone utalii, waone wanyama, lakini wasisahau utalii utalii, utalii, wa baluni, utalii wa puto ukiona unaweza ukashangaa, lakini ni kitu kizuri, wala hakina shida. Karibuni sana wananchi wote, karibuni askari wenzetu, mnapokuwa kazini, baada ya kufanya kazi nzito, basi mpate nafasi au, au ruhusa muweze kufanya utalii katika mbuga zetu. Msisahau Serengeti, msisahau kufanya utalii wa baruni. Asanteni sana, tumefurahi sana, asante. Bado tunaendelea kuhamasisha watanzania wote watembelee hifadhi hizi, kwani kwa kutumia fursa hiyo sio tu kufurahia, lakini baada pia ni kuondoa msongo wa mawazo, lakini na kurefusha maisha ya Watanzania. Karibuni sana. Nashukuru kwa kupata nafasi hii ya kutembelea hifadhi ya Taifa Serengeti. Tumejifunza na kufurahia, hivyo nawaomba askari wenzangu wapatapo nafasi waweze kutembelea katika hifadhi mbalimbali za, za taifa ili waweze kujifunza na kufurahia kama tulivyofurahia sisi. Tumeenjoy kiujumla, tumeweza kuona wanyama kwa ukubwa kwa upana kwa wingi mkubwa sana. Tunawasihi waaskari wa wenzangu wakipata nafasi waweze kuja waweze hifadhi hii ya taifa Serengeti, waje waenjoy wafurahie, wajue tabia za wanyama.